wa Asili TV, karibu katika Jumatatu nzuri kabisa ya tarehe 27 mwezi wa 10 2025, ambapo naamini wote ni wazima na mnaendelea vizuri na majukumu yenu. Naitwa mzee watatu ni mwakilishi kutoka Asili TV, nipo na management nzima ya Asili TV nikitaka kukujuza baadhi ya vitu ambavyo na tamani au ni wajibu wetu kama mdau lakini viongozi wa Asili Yetu TV kushare pamoja nawe katika siku hii ya leo. Asili Yetu TV tupo kwenye maandalizi ya event yetu au tamasha ambalo tulitegemea kulifanya tarehe mosi ya mwezi wa 11 2025 siku ya Jumamosi na maandalizi mpaka sasa hivi yanaendelea vizuri, na subu tu kusema kwamba tayari ni asilimia zaidi ya tisini zikiwa zimekamilika. Nichukue tu nafasi kuwapongeza wadhamini wetu wote waliotuunga mkono katika maandalizi tangu tulivyoanza wakiongozwa na Tawiko tukiwa tuna ungwa mkono kwa kupitia kinywaji chao pendwa cha Hombolo Wine kutoka Dodoma Tanzania, lakini pia mama mngoni mgahawa Aban Shevu, Ket Kids Shop, Wellers Production, EMS Masters Print na wengine ambao wametuunga mkono katika kufanikisha tamasha hili la Asili Yetu TV. Nisibutu kusema au niseme tu kwamba tumekuja kuwapasha habari au kuwataarifu au kuwajuza kile ambacho kinaendelea. Tamasha letu lilikuwa na ratiba ya kufanyika tarehe mosi mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano katika hoteli ya Bednest hotel inayopatikana pale eneo la Uzunguni, wanatazamana na Tanis kwa zamani. Lakini kutokana na sababu hizi ambazo nakwenda kukujuza Uh, tamasha hili limesogezwa mbele kidogo, lakini pia kubadilishwa eneo la kufanyia kwa sababu hizi zifuatazo. Sababu ya kwanza, tamasha la Asili Yetu TV kama ilivyo ada tarehe yake inajulikana na, na wadau wote na familia nzima ya Asili Yetu TV kwamba ni tarehe mosi ya mwezi wa kumi na moja kwa maana kwamba ndo siku kwa ambayo ilianzishwa Asili Yetu TV. Aa, lakini kutokana na sababu hizi ambazo tunaweza kwenda kuzitaja tulibadilisha tarehe hiyo. Sababu kuu ya kwanza ni kuwepo kwa mwingiliano kati ya tamasha la Asili Yetu TV pamoja na shughuli ya kitaifa la Tanzania, ambapo tunaamini kwamba na tunaijuzana kama watanzania wote tarehe 29 mwezi wa kumi ni siku ambapo watanzania wote wanakwenda kufanya uh, uchaguzi mkuu ambapo tutachagua madiwani wa bunge pamoja na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hivyo basi, kulingana na kwamba uchaguzi ni shughuli ya taifa na ni shughuli ambayo inamhusu kila mtanzania ambaye ana sifa za kushiriki katika uchaguzi huo, uongozi wa Asili Yetu TV kwa kushirikiana na maoni ya wadau tofauti tofauti na wadhamini, tuliamua kushirikiana katika mawazo na tukakaa katika kuchakata. Tulichakata kwamba ni namna gani tunaweza tukatengeneza tuka mazingira mazuri ya kukutanisha familia yetu na wadau ili tufanye kile ambacho tumekusudia. Hivyo basi mara baada ya kupitia mapendekezo na mashauri ya wadau, uh, pamoja na waliotuunga mkono tukawa tumefikia makubaliano kwamba kutoka tarehe moja kama ilivyo azimiwa mwanzo ya mwezi wa kumi na moja. Hivyo tupishe uchaguzi mkuu ufanyike kwa amani na ukamilike kwa amani. Hivyo sisi kama Asili Yetu TV pamoja na wadau wetu pamoja na makampuni na wafanyabiashara wote, wasanii wote, tukaona au tukapendekeza kwamba tamasha letu la Asili Yetu TV lifanyike tarehe nane mwezi wa 11, 2025. Hivyo basi, kwa niaba ya uongozi, kwa niaba ya CEO wa Asili Yetu TV nasubutu kusema kwamba rasmi tamasha letu la Asili Yetu TV linasogezwa wiki moja mbele kupisha uchaguzi na shughuli nyingine zote za kiserikali. Hivyo tutafanya tarehe 8 ya mwezi wa 11 2025, lakini sambamba na kusogezwa kwa tarehe hiyo, lakini pia tumefanya mabadiliko ya eneo la event yetu au tamasha letu kutoka Bednest Hotel Uzunguni. Sasa tunatangaza rasmi kwamba tamasha letu litafanyika katika tarehe tajwa katika ukumbi wa Agreement hoteli pale mji mwema Njombe, Tanzania. Tuliona tufanye hivyo kwa sababu pia tamasha letu linakusanya watu kutoka katika mikoa tofauti, tukianzia Dar es Salaam, Manyara, Arusha, Mbeya, Ruvuma, Morogoro, Iringa, Dodoma. Hivyo basi tukaona tuupishe kwanza uchaguzi upite. Mara baada ya uchaguzi kupita salama, kitakachofuata basi, wale ambayo wapo mbali watakuwa na nafasi njema au uhuru wa kusafiri kwa amani na kutufikia hapa makao makuu ya Asili Yetu TV Njombe Tanzania na kujumuika kama familia. Hivyo tukatoka tarehe moja tukaipa nafasi wiki moja hivyo tukaona ni vema na itakuwa ni vizuri tukutane tarehe nane ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano na itakuwa ni siku ya Jumamosi. Lakini pia kingine ambacho tumekipitia katika maboresho au marekebisho ni pamoja na kuongeza au kutangaza rasmi wahusika katika eneo la kiburudani sambamba na wasanii wa tunasema wa bongo flavor au wa kizazi kipya kutupa burudani, lakini wasanii rasmi au kikundi rasmi ambacho kitatupa burudani katika siku tajwa tutakuwa nao bendi ya muziki wa Njombe Stazi Bendi kutoka hapa hapa Njombe Tanzania. Hivyo basi nathubutu kutangaza rasmi kwamba Njombe Stazi Bendi ndio wahusika maalum wa utoaji wa burudani katika usiku husika. Lakini sina maana kwamba wasanii wa bongo fleva na wengineo wa gospo hawatahusika. Hapana, watahusika, kwa maana kwamba tutakuwa tunachanganya, lakini kwa uchache. Hivyo basi, ni wapase kusema kwamba kwa wale wasanii wa bongo fleva, gospo na wengineo ni muda wao sasa kuendelea kutuma maombi yao. Kuna baadhi wameshatuma maombi na tumeyapokea, na tunaendelea kuyachakata kwa sababu tunaamini hatutakuwa na nafasi za kuwapa wasanii wote kufanya burudani hiyo, lakini kwa wale wachache ambao watapata nafasi hiyo, nafikiri watakuwa wamewawakilisha wenzao. Lakini sambamba na hilo, pia nichukue nafasi hii kutangaza pia rasmi, pia katika upande wa burudani za ucheshi au uchekeshaji au comedian, tutakuwa na baadhi ya wasanii wachache kutoka jijini Dar es Salaam, ambapo watafika katika siku yetu husika wakiongozwa naye Baraka Magufuli kutoka jijini Dar es Salaam. Naye atakuwepo siku hiyo kwa ajili ya kutupa burudani za ucheshi. Aa, mbali na hivyo pia niwaombe radhi kwa usumbufu lakini pia niwaambie tu kwamba watu ambao wameshalipia wawe na subira kwa wiki hiyo moja, lakini wao wale ambao pia hawajapata muda wa kulipia au walipata changamoto za kulipia kadi zao, ni muda sasa wakalipia kadi zao, lakini kwa wale pia walikuwa labda ratiba zimeingiliana, wakaona hawata pata nafasi kwa tarehe moja ya mwezi wa kumi na moja sasa kwa tarehe nane ya mwezi wa kumi na moja nafikiri ni muda pia a wao kuungana pamoja na familia ya asili yetu tv lakini pia kwa wale ambao hawatakuwepo kulingana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wao pia nichukue nafasi hii kuwatangazia kwamba tukio lile litakuwa live kwa hiyo popote utakapokuwepo duniani kupitia chaneli yetu Asili Yetu TV, tukio hili litarushwa live, na popote ulipo pale utapata nafasi pia ya kushiriki kwa kupitia njia ya mtandao. Aa, pia niwatoe tunasema hofu kwa wale ambao watapata usumbufu wa hapa na pale, lakini niwaambie tu kwamba maandalizi ni mazuri na tunaendelea vizuri na tuko katika kiwango bora kuhakikisha shughuli hii inafanyika katika ubora ambaye naweza kudhubutu kusema zaidi hata ule ambao tulikuwa tumekusudia hapo awali. A, pia na katika maboresho mengine ambayo tulikuwa tunayapitia ya hapa na pale aa, tuliamua kuhama eneo kwa sababu ya kupata picha ambazo ni nzuri, kupata mazingira mazuri, ikiwemo pamoja na kutangaza uh, mkoa wetu wa Njombe, lakini pia kuwapa nafasi wafanyabiashara ambao wametuunga mkono makampuni. Uh, tunaamini kwamba Agreement hoteli ni eneo bora zaidi, lakini pia lina nafasi kubwa zaidi ya wale waliotuunga mkono kupata nafasi ya kuungana na familia ya Asili Yetu TV kutangaza bidhaa zao kutangaza biashara yao. Nane mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano kuanzia mishale ya saa moja za usiku mpaka asubuhi. Tushirikiane wote kuhakikisha kwamba shughuli yetu inafana na inakuwa katika ubora au kiwango ambacho kimekusudiwa. Asanteni kwa kunisikiliza, niwatakie subira njema na tujumuike wote kwa pamoja katika usiku wa Asili Yetu katika siku tajwa. Shukrani kwa wazamani wetu wakiwa wameongozwa na tawiko kutoka Dodoma Tanzania, Hombolo Waini, lakini bila kusahau Mama Mgoni Mgahawa, Abanshevu Wellers Production, Keti Kids Shop na wengine wote ambao wametuunga mkono kwa namna moja au nyingine, lakini bila kusahau wadau mbalimbali, wasanii na wote ambao wametupa nafasi ya kuungana nao katika shauri hili aa, kwa maandalizi haya. Naitwa Mzee Watatu kutoka Asili Yetu TV. Shukrani mpaka siku nyingine.